Nimesikia taarifa nyingi kwenye mitandao, kwenye magazeti, kwenye vyombo mbalimbali, lakini na watu wakiongea aa, kuna jambo ambalo linaendelea katika taifa la Tanzania, lakini jambo hili ni kwa habari ya kufungwa kwa kanisa linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Jambo hili limeleta simanzi sana katika taifa la Tanzania umekuwa kama tuna msiba kwa sababu kila kona ya taifa, kila kona ya nchi sasa hivi habari ni hii. Lakini nikapata maswali mengi ya kujiuliza baada ya kufuatilia hiyo taarifa iliyotolewa, ambayo inasababisha ashambuliwe kwa namna ya ajabu sana. Kwa mtazamo wangu na kwa mawazo yangu mwenyewe binafsi, taarifa hilo inaona kama haina shida alikuwa anaongelea habari ya kutetea watu wanaouawa, kusemea watu ambao hawana sauti, wanaopotea bila sababu na wengine hawajaonekana mpaka leo, lakini kutafuta nani anafanya haya, mimi sidhani kama kulikuwa na dhana yoyote ndani yake iliyobeba swala la kisiasa ama la kidini ama la kikabila ama la namna yoyote, lakini uliokuwa unaongelewa hapa ni utaifa na utu, utaifa na utu. Sasa nimekuwa na maswali mengi ya kujiuliza kwenye jambo hili kwamba oke, okay, linaweza likaonekana ni jambo zuri, labda mtu ameonywa, lakini tunatakiwa tuone vitu vingi kwenye hili jambo kwamba tunaelekea wapi? Tuna athari gani? Kuna athari nyingi zaweza kujitokeza. Athari mojawapo ni hii sasa hivi, watu wanasimanzi, watu wanahangaika kwamba wamenyimwa uhuru wa kuabudu. Jumapili wanakwenda kuabudu wapi Sawa, siku za katikati waumini wengine ni wale wanaoonekana Jumapili kwa Jumapili. Sasa taarifa haikutolewa, imetangazwa kwenye mitandao na watu wamevamiwa wakiwa kwenye mikesha eh, na wakapigwa. Ni kitu cha ajabu. Kanisani ni mahali pa amani, mahali pa usalama. Mtu aliyeumizwa, ninachojua, nakimbilia kanisani, anapata relief. lakini leo anakwenda kanisani anakuta amezungukwa, anakuta anamwagiwa ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, mabomu ma, ma, ya machozi e, anapigwa virungu. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda kuabudu? Hapana, kwa sababu mtu mmoja ameuliza, au ameelezea, amehoji, kwa nini watu wanatekwa, ni nani anayewateka na anayewateka wako wapi? Je, ni kweli watu hawatekwi?